Wakatafuta ndio anamkuta Yona yuko kule chini, wanamchomoa, wakamuuliza, we bwana nani? Unatoka wapi? Tuambie vizuri, kulikoni? Yona anaeleza story. Ah, sisi hatuna sababu nawe, tukutupa hapa, funga miguu, funga na mikono, tupa bahari. Wakamtupa, wanapomtupa bahari katulia. Kuna nyakati lazima watu fulani fulani uwaachie kwenye maisha ili maisha yaendelee. Kuna wakati lazima uwafunge, watupe, hata kama ulimpenda sana, ili maisha yaendelee. Wakatupa pa, wanapoachia ndio anaona bahari imetulia, na yule kule naye, ligamia likaja, lipapa si lipapa, linyangumu likameza pa. Alafu likafunga mdomo, likaenda mpaka ni nao likamtema linyangumi hilo limetimiza wajibu wake, likarudi. Hebu jiulize tu hapa, kweli ukae ndani ya nyangumi hata saa moja tu, utakuwa safi kweli kwe, eh? Muujiza wa Mungu mwenyewe, anatemwa kule, ndio Mungu anakwenda kufanya mito. Akiwa kule amefanya kazi nzuri. Baada ya kukimbizana huku na huku, Mungu akamletea kivuli, akakaa chini ukatokea mtango umeota, anapata kivuli kizuri. Mungu alipoona anaenjoi, akaleta buu nikala ule mtango, akaanza kulani tena. Baadaye Mungu akamwambia Yona, kwani huo mtango nani kauleta? Simani mimi ni wewe Mungu? nani kaleta bu? Ni wewe Mungu. Nani kaleta jua? Ni wewe Mungu. Nani kaja kukuleta huku ni wewe. Ulimtoroka nani? Mungu, naweza kunitoroka? Nasema hapa, kama ambavyo nimefanya kwako, ndivyo na watu hao unaowaona ni wasi, nimekuleta ili upate kuambia dhambi zao wapate kutu. Yona alikataa na bado Mungu akampeleka mara kadhaa. Nimesikia kwenye misiba, pengo lake mtu huyu halizibiki wanasahau kwamba kabla hajawepo hakuwepo. Sasa mkaja kuona vipawa vyake, ndio mnasema avizibiki. Kumbe Mungu ana mtu wake zaidi ya huyo. Bwana Yesu Kristo asifiwe! wa Bwana Yesu Kristo asifiwe! Tunaingia katika juma ambalo tunapaswa kutafakari sana juu ya kushinda ulimwengu. Ulimwengu umejaa dhana za kusifiana kutukuzana na kuinuana na kusahau ya kwamba hapa ni wapitaji tu. Aliyetuleta ana kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Aliyetuleta hapa ana kusudi, na hilo kusudi likiisha, utaondoka. Unataka hutaki, utaondoka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unataka hutaki, tena zamu zamu, zamu. Eh? Kwa hiyo usiringe wala usijione, we bora ukiwa umenenepa kidogo, sinione mimi niliyekonda, sina maana. Ukiona kagari usinione mimi, sina gari, sina maana. Huku na kitimoto kila siku, usinione mimi, naekula sunga, sina maana. Wote ni binadamu hatua kwa hatua, halafu twazikwa kaeneo kadogo tu. Hata kama una nyumba tano, mimi nina kamoja. Hata kama sisi kaeneo ketu kale kale, hakuna nayo ongezeo kale kale, halafu wote tutakuja. Kwa hiyo heshima, Mungu anataka nini? Hilo, kama unataka kushinda heshima, Mungu anataka nini? Fanya yale Mungu anayoyataka, fanya akikwambia. Usifanye, usianze kuchokonoa, kwa nini aninyime huku, kuna nini usini halafu, naiba mihogo ya wenzako, naiba nazi za wenzako, kalamu madaktari, eh, nyama jikoni, kana kwamba hutakule hizo nyama zinazopikwa, nadokoa kwanza. Akikuamuru acha tu, acha achatu. Musa alishika mpaka mwisho, Paulo akashika mpaka mwisho, Yohana akashika mpaka mwisho, na mitume na Mariamu. Kama kuna mtu ambaye angeogopa maumivu ya kudhalilika, Mariamu angekuwa mmoja wapo. Unakuja unapewa ujauzito, mume hajulikani, halafu uko nje, maneno tele, lakini unasema hapa, aliyekuja ni Mungu, sitaogopa, sitamwangalia mwanadamu yoyote na hapo ndipo ushindi ulipo, kugundua hiki ndicho nacho, ni tofauti. Pamoja na kwamba ndani yake kuna Mungu, humwoni akijidamba, humwoni akijitutumua. Mungu atusaidie. Kuna wenzetu wakijua kunena kwa lugha, kanisa lote litajua kwamba anajua kunena kwa lugha lote uh. Kana kwamba nyinyi wote nyinyi nini nyinyi? Mimi mnaona mimi nimepewa lugha. Lakini kuna mwenzako mahali kapewa unabii kanyamaza. Kuna mwenzako kapewa kufundisha kanyamaza. Kuna mwenzako kapewa sauti nzuri kumhubiri Kristo. Yeye mbona halingi? Kuna mwingine amepewa nguvu za rohoni, kuna mwingine amepewa kuona. Sasa kwa nini wewe uone yako kaeneo kadogo tu, kana kwamba basi wewe ni bora kuliko kwa ajili ya utukufu. Bwana Yesu asifiwe, yeah.